Akifungua rasmi mafunzo hayo, mkuu wa wilaya Kyela, Bi. Josephine Manase, amewataka wakulima hao kuzingatia kwa makini mafunzo wanayopatiwa ili waweze kutumia mfumo huo kwa manufaa yao na jamii kwa ujumla. Pia amesisitiza chama kikuu cha ushirika KYECU kuhakikisha kinasimamia kikamilifu utekelezaji wa mfumo huo ili kuleta tija kwa wakulima. Kile ambacho tulikuwa au viongozi wetu vya chama kikuu walikuwa wamelenga, leo wamefanikisha kununua vile ambavyo tulikuwa tume kila siku tunawaambia wakulima tutataka tununue hiki, leo hii wameweza kununua. Kwa hiyo niwaombe, fanye utunzaji mzuri sana wa hivi vifaa, ili viweze kutumika muda mrefu, na lakini ili viweze kuwasaidia wakulima wetu katika um, upokeaji wa mazao wao, sababu tutaita uwazi. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kyela Bi. Frola Luhala, amewaonya wakulima dhidi ya kuuza kokoa nje ya wilaya hiyo kinyume na utaratibu. Ameleza kuwa halmashauri haita sita kuchukua hatua kali kwa yeyote atakayekiuka agizo hilo. Ujue umekosesha halmashauri mapato na mapato haya yato

nachukua mzigo wao mimi naenda kuuza nipate hela yote iansha Kwa upande wao viongozi wa KYECU nao wameeleza kuwa mfumo wa Shambabora umeandaliwa kwa lengo la kuwasaidia wakulima kupata masoko ya uhakika, bei nzuri, na kuongeza uwazi katika mnyororo wa thamani wa zao la kokoa, huku wakitanabaisha kuwa chama kiko tayari kusimamia kwa umakini utekelezaji wa mfumo huo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Baada ya mafunzo haya siku mbili viongozi na watendaji wa vyama watakuwa wamejua kwanza namna ya kusajili hao wakulima kwenye huo mfumo, lakini pia namna ya kupokea mazao kupitia huo mfumo. Kupitia huo mfumo mfumo utaongezeka utaongeza uwajibikaji katika watendaji wa vyama, lakini pia wazi kwamba kabla ya matumizi ya huo mfumo ilikuwa mtu anapima kilo zake, lakini zile kilo ni ngumu kujua mpaka andikiwe risiti. Kwa kipindi hiki ambacho tunakwenda kuanza huu mfumo ni kwamba itatusaidia hata kuwasaidia wale ambao wana wana, wana, wana pima hii mizigo ambao ni viongozi wa vyama aa, kupata taarifa za mtu, sio kurudi mara ya pili kumwambia unajua mzigo wako ulikuwa haujakauka vizuri, sijui ulikuwa una ubora vizuri. Kwa kwa sasa mtu atatakiwa alete mzigo ulio sahihi una ubora, ukipimwa, akiondoka anaondoka na kilo zake zizo sahihi. Mwanzoni ilikuwa unaleta mzigo kwa kutazama na macho, unaweza kusema huko bora, lakini kumbe hauko bora. Ukileta kwenye magara inaleta shida. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.